Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa maskini sana, aliyekuwa akipitia magumu ya maisha. Hana kazi, hana msaada na moyo wake umejaa huzuni. Siku mmoja akasema moyoni, yani akiwa anazungumza nafsi yake kwamba, ewe Mola wangu, nimehangaika peke yangu kwa muda mrefu. Leo ninakurudia kwa moyo uliochoka. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mwislamu katika imani, alhamdulillah tumefika siku hii tukufu ya Ijumaa, siku ambayo ndani yake kuna baraka, msamaha na daraja kubwa mbele ya Allah. Leo tukumbushane jambo moja muhimu sana, na jambo hilo Ne, ni moyo unaokuwa una mtulivu pale unapokumbuka Allah, na jambo hilo ni pamoja na, jambo hilo ni kuhusu moyo. Moyo wako unakuwa mtulivu pale unapomkumbuka Allah Subhanahu wa taala. Leo ndugu yangu, jitahidi kufanya mambo manne leo siku ya Jumaa, jitahidi sana kufanya mambo manne Jambo la kwanza, soma Suratul Kahfi. Na jambo la pili, taja sana, mswalie sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Jambo la nne, omba dua ya, omba dua za msamaha, omba dua za msamaha. Na jambo la tano, wanya wema hata kama ni mdogo. Allah anasema kwamba basi nikumbukeni mimi nami nitakukumbukeni. Ndugu yangu, ikumbuke nafsi yako kwamba dunia ni ya kupita, lakini imani, matendo mema na moyo safi ndivyo vitakavyotosha siku ya mwisho. Leo iwe siku yako ya kutengeneza upya moyo wako na kumkaribia mola wako. Ndugu yangu, hebu naomba uchukue dakika chache hizi kusikiliza kisa cha mtu maskini na toba ya kweli aliyoifanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamjibu dua zake alizokuwa akiziomba na toba ya kweli aliyokuwa akiomba. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa maskini sana, aliyekuwa akipitia magumu ya maisha, hana kazi, hana msaada, na moyo wake umejaa huzuni. Siku moja akasema moyoni, yani akiwa anazungumza nafsi yake, kwamba ewe Mola wangu, nimehangaika peke yangu kwa muda mrefu, leo ninakurudia kwa moyo uliochoka. Kama nikikosea nisamehe basi, nisamehe na kama nikilia ninyenyue, na kama ninapotea uniongoze. Ndugu yangu, usiku huo huo kijana huyo aliamka kwa tahajud, akalia sana akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie njia. Alilia mpaka akahisi uzito wote umeondoka. Siku iliyofuata alipata kazi ndogo, halafu akapata watu wazuri waliomsaidia, na baada ya miezi michache akasimama tena imara katika maisha yake. Yeye mwenyewe akawa anasema kwamba siku nilipomrudia Allah kwa moyo wa kweli, yeye alinipa zaidi ya nilichomwomba. Ndugu yangu, kisa hiki kinatufundisha kwamba moyo ukivunjika kwa ajili ya Allah, yeye huujenga upya. Toba ya kweli hufungua milango iliyofungwa. Hakuna dua inayop, ina, inayopotea unapokuwa unafanya toba ya kweli ya kumwomba Allah subhanahu wataala.